Kwa hiyo wewe kama kielelezo yeah. Umekwisha fanikisha mambo mengi yeah. Lakini unayo imani kwamba utaendelea kufanikisha mambo mengi yes. Kwa sababu ulijifunza na unaendelea, unaendelea kujifunza kwa hivyo, kumbe hata wow, yes. wao wanatakiwa kujifunza na kuendelea kujifunza, kwa sababu, kwa sababu kila mtu anatamani labda kuwa mpishi mzuri. Aha. Kinachomtenga mpishi mzuri na asiye mzuri ni kwenye kujifunza tu. Sahi kabisa. E, kwa sababu tutazungumza juu ya baraka za Mwenyezi Mungu. Mungu anabariki kazi ya mikono yako mm -hmm. na tunapozungumza mikono haifikiri mm -hmm. mikono haiwazi chochote mm -hmm. mikono inatumwa na nini? Mikono inatumwa na ubongo wako mm -hmm. Kwao kama tunazungumza juu ya Mungu kubariki kazi ya mikono yako ni Mungu atabariki kile unachoweza kukifanya na kuta... unachoweza kukifanya ni kipi? Ni kile, sio kile ulichobarikiwa, ni kile ulichojifunza. Sasa leo hii huwezi ukasema mwalimu Kakoko hapa atabarikiwa kubuni gari la kutumia umeme. Mimi nitabarikiwa kufundisha watoto wangu, wale kufundisha wazazi uhum, kuandika vitabu uhum, na kufanya shughuli ambazo nime jifunza. Elon Musk atabarikiwa kuendelea kuja na innovations mbalimbali mbali za ubunifu anazozifanya.